Asubuhi ya leo tumetembelea kivutio muhimu sana kilichokuwa hapa katika mji huu wa Tabora, Tabora Zoo, kivutio ambacho kipo katikati kabisa ya mji, kinafikika kwa urahisi, na kituo ambacho kina sheheni wanyama kadhaa ambao wako hapa. Wako wanyama ambao ni hatari kwenye cage, nafasi ambayo unaweza kuipata kuona vizuri kabisa kwa nyama au, na wako wanyama ambao wanaweza kutembea, unaweza unapishana nao, na unaweza kuwalisha, unaweza kuwashika, unaweza kupiga nao picha. Na kituo hiki kipo chini ya usimamizi wa TAWA, Tanzania Wildlife Authority. Sisi Young Africans tumetembelea hapa kwa ajili ya kuonyesha nafasi yetu katika kuchangia kukuza utalii wetu wa ndani. Wewe Mtanzania unayo nafasi kubwa pia kuja hapa, kuja kujionea wanyama ambao wako hapa, lakini pia kuwaleta watoto na familia kuja kufurahia hapa. Kwa gharama ndogo tu ambayo utakuwa umechangia lakini kwa wakati wewe umeunga mkono jitihada za Mheshimiwa Rais za kutangaza utalii wetu wa ndani. Hatuna sababu ya kutoka mbali kwenda mbali kutazama wanyama wakati Tabora mjini kuna kila kitu. Ni walike watakuja kushiriki na kutembelea bustani uh, hii ya wanyama, lakini pia watu wa mikoa mbalimbali majirani, tembeleeni Tabora zoo iliyokuwa chini ya TAWA, na ni waongeze kwa kufanya kazi nzuri sana. Tumepokelewa vizuri, tumepata huduma nzuri, na sasa hivi tunaelekea Dar es Salaam kwa ajili ya mchezo wetu unaofuata. Tabora Zoo, oye! Hapa leo tumepokea wageni ambao ni timu a, ya Yanga ambayo imeweza kututembelea kwa ajili ya kuja kuona vivutio tulivyo navyo hapa e, ambapo wamefanikiwa kuja kuona wanyama ambao wapo katika bustani ya wanyamapori ya Tabora wakiwemo chui, simba, tausi, tembo, pundamilia na jamii nyingine ya wanyama waliokuwa hapo ikiwemo duma na wanyama wanaokula nyasi. Hii bustani ya wanyamapori ya Tabora, tunawakaribisha Watanzania wote waendelee kutembelea bustani yetu ya wanyamapori Tabora pamoja na vivutio mbalimbali vilivyopo katika kanda hii ya magharibi, tunawakaribisha sana kwa ajili ya kujionea, uh, rasilimali za wanyamapori zilizopo na kuthamini na kushirikiana na serikali katika kuhakikisha kwamba tunahifadhi, eh, na kutunza, uh, rasilimali tulizonazo za wanyamapori na mazingira.